Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ametangaza Jumatano hii hatua kubwa ya kuongezwa kwa operesheni ya kijeshi ndani ya ukanda wa Gaza, ikijumuisha mpango wa kushika ardhi kubwa itakayojumuishwa kwenye maeneo ya usalama ya Israel pamoja na mpango wa kuondoa kwa wingi raia kutoka maeneo ya mapigano. Katika taarifa yake, Katz amesema kuwa operesheni hiyo inalenga kuwasambaratisha na kuondoa kile alichosema ni magaidi na miundombinu ya ugaidi Huku ikikamilishwa na udhibiti wa maeneo ambayo yataingizwa ndani ya ukanda wa usalama wa Israel. Hata hivyo hakufafanua kama operesheni hiyo mpya itahusisha kuongezwa kwa wanajeshi zaidi wa Israel. Jeshi la Israel liliwaamuru wakazi wa kusini mwa Rafa Gaza kuondoka kwenye nyumba zao na kuelekea kaskazini Jumanne usiku. Huu ni wakati ambapo mashambulizi ya anga ya Israel yanaendelea. Kwa mujibu wa hospitali ya Nasser na nyingine huko Khan Younis, watu wasiopungua 17 waliuawa usiku huo, wakiwemo wanawake na watoto waliokuwa wakijificha baada ya kukimbia kutoka Rafa. Israel ilianza tena mashambulizi dhidi ya Gaza wiki mbili zilizopita ikivunja makubaliano kusitisha vita yaliyodumu kwa miezi miwili na Hamas na kisha kuweka marufuku kamili ya misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Mamia ya Wapalestina wameuawa tangu wakati huo, na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa chakula kinamalizika haraka katika ukanda huo. Operesheni hiyo inaongozwa na mkuu mpya wa jeshi la Israel, Luteni Jenerali Eyal Zamir anayejulikana kwa msimamo mkali. Wachambuzi wanaoonya kuwa hatua hii inaweza kugeuka kuwa uvamizi wa muda mrefu ambao unaweza kukumbwa na upinzani kutoka kwa wananchi wa Israel wanaotaka mpango wa kuachiliwa mateka badala ya kuendelea kwa vita. Jumuiya ya familia za mateka wa Kiyahudi ilisema Jumatano kuwa walishangazwa na habari za upanuzi wa operesheni hiyo ya kijeshi. Katika taarifa yao, waliishutumu serikali kwa kupeleka wanajeshi zaidi Gaza badala ya kutumia njia ya mazungumzo kuhakikisha mateka wanarudi salama. Wakati huo huo Misri na Qatar wameongeza juhudi za kufufua makubaliano ya kusitisha vita. Hamas ilikubali Jumapili pendekezo jipya la Misri la kuwaachia mateka watano, akiwemo raia wa Marekani na Israel, Eden Alexander, kwa masharti ya kusitisha mapigano. Israel ilijibu kwa pendekezo la pili Jumatatu. Bado haijajulikana kama makubaliano hayo mapya yanajumuisha urejeshaji wa mili ya mateka waliokufa. Audio series za kusisimua, Makala za ulimwengu,